Kampuni inayojenga uwanja mazoezi wa klabu ya Simba huko Bunju, nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam, wamesema uwanja huo unaweza kukamilika ndani ya mwezi mmoja na nusu toka sasa na kuanza kutumika na timu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi, Simba. Evans Mwando ana taarifa kamili. Baada ya kupita miezi nane, TBC inatembelea tena eneo hili la kiwanja cha timu ya Simba na kujionea mabadiliko makubwa, hasa hasa ni ujenzi wa uwanja huu wa mazoezi. Injinia Beni Moshi ni mtaalamu wa viwanja anayetambuliwa na shirikisho la soka duniani FIFA, na ndiye anayehusika kusimamia ujenzi wa uwanja huu. Anasema kazi inaendelea vyema na hivi punde wanasimba watarajia kupata uwanja wao bezi. Kumaliza bezi ambayo ndio jambo la msingi linachukua another two and a half weeks from now. Baada ya hapo, tutakuwa tunaweka nyasi. Nyasi zilishafika bandarini na ilikuwa suala la utaratibu wa kuziondoa, kuziamisha hizi ziweze kufika site. Lakini baada ya hapo itachukua another two and a half weeks, kwa hiyo tuseme mwanzo wa Oktoba au half of Oktoba vile vitakuwa tayari kwa matumizi. Mashabiki wa timu hiyo ya Simba wanaoishi karibu na eneo hili na ujengo wa uwanja huu huko Bunju, nje kidogo ya Dar es Salaam, wanasema wanavutiwa na ujenzi wa uwanja huu na ni moja wa mabadiliko ndani ya timu hiyo. uwanja wa mazoezi huko alipofika kujenga, aliona safi kabisa, kuna kuna eneo kubwa, kuna mazingira yake mazuri na kila kitu na hamna ya kusema kuna mlolongo wote, katika eneo hili ni kubwa sana kwao. Kwa mimi, kiukweli, nimefarijika kwa sababu toka kuanzishwa kwa, kwa klabu ya Simba toka mwaka elfu moja mia tisa thelathini na sita mpaka hivi sasa miaka themanini, hatakuwa hatukuwa na uwanja japo wa mazoezi, lakini kwa kitendo hiki, kwa uwanja japo wa mazoezi, mimi kama mimi mshabiki wa Simba na mashabiki wengine wote wa Simba tumefarijika. Ni miongo minane, yani miaka themanini, imepita toka kuanzishwa kwa timu ya Simba, moja ya timu kongwe kabisa katika kandanda la Tanzania. Kwa kipindi chote hicho hawakuwahi kumiliki hata uwanja wa mazoezi, lakini sasa dalili njema imeweza kuonekana uwanjani huu, angalau uwa uwanja wa kufanyia mazoezi na baadaye mengine yatafuata ya kuwa na uwanja mkubwa kwa ajili ya kuchezea mechi mbalimbali. Tuwatakie kila laheri na ndoto yao iweze kutimia. Kutoka hapa Bunju, jijini Dar es Salaam, naitwa Evans Mhando wa TBC.